Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Watoto wa Mungu na wasalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Aa, nawachukua nafasi hii tena kuja kuwajulisha kuhusu kipindi chetu hiki cha hakuna jipya chini ya jua kinachoongozwa na mtumishi wa Mungu kutoka Nairobi, Kikusile Mulenda wa Yesu, kinaruka katika kipindi cha Monica TV TikTok live. Kama mnavyojua kipindi hiki cha hakuna jipya chini ya jua kinaruka ndani ya siku mbili kwa wiki, ambayo ni Jumanne na Alhamisi, mardi jeudi. Na hivyo kesho tena tutakuwa live kuanza saa tatu asubuhi majira ya hapa Kanada Quebec, saa kumi majira ya Kenya na Tanzania, na saa tisa majira ya Kongo na Mozambiki, na majira tofauti tofauti kadiri gisi Mungu ameweka maeneo tofauti tofauti. Hivyo sina mengi, naenda tu kuwakaribisha kwa siku ya kesho kuja kusikia neno la Mungu ambalo mtumishi atakuja nalo kesho, kile ambacho Roho wa Mungu atakwenda kuweka ndani yake naamini atakuja kutuletea. Na ni kuhamasishe tu ndugu yangu, nayependa kusikia neno la Mungu kwanzangu, na mimi mjakazi mtumishi wa Mungu, mlokole yoyote unayemkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ni muda mzuri wa kuweza kusikia neno, maana neno linajenga. Neno ndiyo kila kitu katika maisha ya Mkristo. Huwezi kusema wewe ni Mkristo na uku wewe upende kusikia neno. Unapokuwa Mkristo, unajengwa kwa msingi ya neno. Kwa hiyo nawakaribisha nyote katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Pia usisahau kuuliza maswali, maana somo hili ni somo yaani, ni mafunzo, anatufunza mahali ambapo ukuelewa, ambayo unahitaji ufafanuzi au kuna kitu ambacho huwa kinakutatiza sana katika maisha ya Ukristo au katika Biblia au katika somo ambalo mtumishi kunalo, uliza na atatoa nafasi ya kujibu maswali ili tupate kuelewa vizuri. Yalikuwa tu hayo machache, mtoto wa Mungu, chioni ya leo nimekuja kuyaya, e, kukuletea ili kesho upate kujiandaa vizuri sana. Nawakaribisha wote na mungu wa wokovu wangu aendelee kuwabariki, naamini utapenda sana na utabarikiwa sana sana sana, sana. Pia usisahau kipindi hiki kinaendelea na ndani ya wiki hii kuna walimu wa, wa, wa, wa wawili ambao mmoja tulikuwa naye jeudi ya semaine passe, tutakuwa naye nafikiria entre mercredi anko vendredi, maana mtumishi atachukua siku zake kama kawaida. So nawakaribisha sana ndani ya wiki, ni wiki ya baraka sana. Mwezi wa nne ni mwezi wa baraka kwako na kwangu katika jina la Yesu Kristo. Hivyo nakutakia usiku mwema na Mungu akubariki.